Bana, mambo vipi? Mimi na Totoni na hii ni Line Plus TV. Nikukumbushe tu alama ya subscribe hapo chini na story ambazo tunaendelea kupost kila siku bana. Baada ya dabi kuisha yametokea mengi sana, lakini kuna ambayo yanamhusisha uh, mchezaji Pacome Zuzua ambaye jana alifanikiwa kufunga goli la kuisaidia Yanga, lakini pia jana alifanikiwa kutoa pasi yani assist kwenda kwa Clement Mzizi, ambapo ilifanikiwa kutoa kufunga goli la pili na kufanikisha Yanga kuchukua ubingwa mara ya 4 mfululizo wa NBC Tanzania. Sasa hiyo sio issue, kwa sababu tayari imeshaisha. ni ishu gani ambayo ina trendi? Ni kuhusiana na star Nai option Nai. Huyu ni moja kati ya mavideo vixson ambao walikuwa wanafanya vizuri sana, ukaangalia ile ngoma ya maisha na muziki "Acha mapenzi weka muziki", ile ndo ngoma ambayo ilifanya Nai atambulike zaidi Tanzania na East Africa kwa ujumla. Sasa kulikuwa kuna tetesi ambazo zinasema Nai anatoka na Pacome Zuzoua. Sasa jana, baada ya Pacome Zuzoua kufunga goli la la kwanza na kutoa assist ya goli la pili, Nai aliposti kupitia Instagram account yake na kusema kwamba mmemwona shemeji yenu, huku akiwa amevaa jezi ya Yanga ikiwa imeandikwa Pakomezuzwa na namba ya Pakomezuzwa. Tumejua mara nyingi sana wachezaji wetu huwa nani, sio kibongobongo tu, hata mbele huwa uh, wanatoa jezi zao kwa watu ambao wanawakubali. Je, baada ile iposti watu, kulikuwa na maswali mengi ambayo watu wengi walikuwa wanajiuliza, je, ni kweli naye alikuwa anatoka na, na Pakomezuzwa ingawa e, kabla ya hiyo kulikuwa kuna msanii mmoja wa mwigizaji alikuwa anatoka na Pacome Zuzo, na inasemekana na ana ujauzito wake. Je, Nai, na hii imekaaje? ni kweli alikuwa ni mpenzi wake? Ye, Instagram account ya Nai na uangalie ile posti na mazingira ambayo Nai yeye yupo Je, yeah, ni kweli alikuwa ah, na Pacome Zuzoua au yupo nyumbani ya program Pacome Zuzoua? Ingawa ile ile post yeye alipo ile picha aliposti kwa ajili ya tu ya kuonyesha furaha yake yeye kwa Yanga, lakini ya, pia yeah, ni kwa Pacome Zuzoua. Je, ni kweli mpaka sasa hivi ana date? Mimi sijui, drop comment yako, alafu tutakutana naye. Mimi atatoni usahau tu follow kupitia Instagram account yetu, tunatumia Line Plus TV, lakini usahau kutu follow pia kupitia TikTok, tunatumia Line Plus TV, we have more than 10k followers ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu. Akisha anamaliza alama ya subscribe hapo chini, asante.